Mzuri sana aha. Nambie Mrama Mweni ya ya macho yeah, hapa uh -huh. bado nifuate ya, uh -huh. daktari wangosi ndo uh -huh. uh -huh. nisaidike niwe nishamaliza maa huo ni nilino kupimwa, na nashukuru kwa sababu alivyofanya uh -huh. nani, nani jojikiti uh -huh umefanya vizuri sana maanake, tulikuwa tutapata shida kama sisi wazee ambao hatuna mapeni utakufa. Uh, lakini hivi tutashukuru tumepata matibabu hapa, tena hii inazidi mpaka nyanjani. Ndio uh, tunavyotaka uh, mimi si, zanifaa mimiziona ni vizuri kabisa eh. Hivi nataka niende kwa daktari wa ngozi ngozi nimalize. COCO FM, ladha ya pwani.